Hello guys. Karibu katika session ya kwanza ya masuala ya usalama mtandaoni. Na kwa siku ya leo tutaangazia mambo ya muhimu ya kuzingatia ili kuifanya WhatsApp yako iwe katika hali ya usalama. Kwa hiyo, jambo la kwanza, hakikisha smartphone yako ina bando la kutosha. Na hatua ya pili, fungua application ya WhatsApp kama inavyoonekana na baada ya hiyo, eneo la kwanza la kuzingatia katika masuala e, ya kiusalama, sehemu ya juu, sehemu inaonyesha hizi dots ni tatu, click sehemu hii. Na baada ya hiyo, click sehemu iliyoandikwa linked devices. Na baada ya hiyo, hili ndio eneo la kwanza la muhimu la kuangalia, kama simu yako e, mawasiliano yako yameunganishwa kwa mtu mwingine. Kama tunavyoonana sehemu hii kwao, tunaona kabisa WhatsApp yangu imeunganishwa kwenye kifaa kingine cha mtu mwingine. Kwa hiyo ili kuweka katika hali ya usalama, sehemu hii click e, sehemu hii na uta click sehemu kuandikwa log out. Kwa, kwa kufanya hivyo, utakuwa umeifanya WhatsApp yako kuwa katika hali ya usalama. Pili, tutaangalia eneo la pili. Eneo la pili rudi sehemu hii yenye hizo dots tatu na tua ya pili click settings. Na baada ya tua hiyo, kuna hii sehemu ya QR code. Kwa hiyo click sehemu hii. Kwa hiyo kama QR code yako imetumiwa kwenye kwenye simu ya mtu mwingine, jambo la muhimu hapa, unapaswa ku QR code. Kwa hiyo, ajukulia, semhili, hiyo sehemu ya juu kulia, click sehemu hii na uweze click reset QR code. Baada ya hatua hiyo click reset kwao. Hili ni eneo la pili la kiusalama, ambalo nafikiri kila mmoja kilizingatia, litaendelea kuifanya WhatsApp kwa katika hali ya usalama baada ya hatua hiyo, tutaangalia eneo la tatu <coughs> la kiusalama. Eneo la tatu, click sehemu ya account, sehemu hii na uta click sehemu iliyoandikwa pass key. Pass key. Lengo la sehemu hii linaongeza ulinzi, ni kuipa WhatsApp yako iwe na ulinzi zaidi, na WhatsApp itakuwa katika hali ya usalama zaidi kwa hiyo sehemu ya chini click create passkey na baada ya hatua hiyo uta click continue itakuhitaji uchore pattern ulioweka katika simu yako kwa katika hatua hiyo utakuwa umeimarisha e, usalama katika WhatsApp yako hilo ni eneo eneo la tatu la muhimu. Lakini, eneo la nne la muhimu la kuimarisha usalama katika WhatsApp, kuna sehemu hii imeandikwa ni two step verification. Kwa hiyo click sehemu hii two step verification. Sehemu ya chini utaklik sehemu imeandikwa turn on na utaandika password. Andika password ambayo itazidi kuimarisha ulinzi katika WhatsApp yako na baada ya kuandika password uta confirm password na baada tu hiyo click save. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo WhatsApp yako itakuwa katika hali ya usalama. Naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha ya masuala ya usalama mtandaoni, na usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, ili tuendelee kukuletea elimu mbalimbali inayohusu masuala ya usalama mtandaoni.